Hello ndugu zangu, wadau wa ufugaji wa samaki, kama tunavyoweza kuona mwendelezo wa kuzalisha funza kupitia ngozi. Kwa maana kinile kindoo chetu tulichowekea mfano ndio hiki na ule mtungi, kama tunavyoona pale kwa mbali, lakini ile juzi hatukuweza kuweka wale funza wetu kule, au ngozi yetu tukaweka upande huu. Sasa tunaweza kuangalia matokeo yanavyokuja ni mazuri. Endapo sitaweza kufunua humu ndani, naweza kuonyesha kwa haraka. Leo toka ile juzi, ilikuwa ni Jumamosi, jana ilikuwa ni Jumapili, leo ni Jumatatu tatu ishirini ishirini na nne, lakini na ishirini ishirini na nne ni tarehe tatu. Lakini tutaweza tukaangaria funza yetu ambao tayari wameshaanza kuhachi ni kama hawa, tunaweza kuangaria ni bado wadogo wadogo kwa maana humu ndani tayari inzi wetu wamesha kutaga funza ya kutosha. Kama tunavyoweza kuona, hadi nafika mahari wametaga wengine hapa nje, kwa maana humu ndani mlikuwa mtoshi inzi wetu wanao tutagia hawa funza ni hawa. Kama tunavyoweza kuona, humu pembeni wamekaa hapa, lakini wapo wengi sana hawa inzi. Kwa sasa hawa funza ni wazuri sana kwenye ulishaji wa samaki wetu, lakini vilevile ni vyema tukawakausha wakati wa kuwatumia kwenye urishaji wa samaki wetu. Natumaini tutaendelea kuweka muendelezo wa uzalishaji wa funza bega kwa biga hatua kwa hatua. Mwisho wa siku tuweze kunufaika na, na hiki kitu ambacho naendelea kutolea maelekezo. Tusije tukashangaa hiki ni kitu gani? Hawa ndio funza hawa inzi ambao tunawaona hapa, ndipo wanaendelea kuweka funza hawa au kuweka mayai yao mafunza kupatikana. Natumai ndani ya siku saba, maana leo siku ya tatu, ndani ya siku saba funza hawa wataweza kuwa wakubwa na kuanza kutumia kwenye chakula cha mifugo yetu. Kwa maana saa hii bado wadogo hawatafaa kutumia kwenye mifugo kwani itakuwa ni hasara. Hawa funza wana protini nyingi sana kwenye mifugo yetu. Tusiache wakazidi ndani ya siku saba, itakuwa sio funza tena wenye mantiki kwenye ulishaji wa samaki wetu. Ni vyema ndani ya siku saba, saba tuwatoe tuwaoshe vizuri tuwakaanga kidogo kwenye moto tuwababue tukawalisha samaki wetu, watafanya vizuri sana. Lakini nitawaonyesha namna ya kuwavuna humu kwenye ndoo, kwa maana humu ndani ya ndoo, ile ngozi yetu ndio tumeifungia humu. Kama tunavyoweza kuona, tufunza tu wetu bado tudogo, hatujaanza hata kutembea, ndio tunaanza kuhachi. Wengine hata kuhachi bado hawajaanza, kwa maana hawa waliopo hapa nje wakishaanza kuhachi, watakimbilia humu ndani. Kwa ukiona funza wa aina hii ni vyema hapa kwa mwagia tu maji kidogo tu maji twenye samadi hiyo samadi ya kuku ya ng'ombe ilowanisha kidogo tuja yale maji mwagia hapa ukishamwagia hapa waweze kuzamia humu ndani. Asanteni sana, sana. Kufunza, ufugaji, wa samaki na karibuni sana tuende kujifunza ufugaji wa samaki na uzalishaji wa funza kwa jina lingine tunaita magot. Asante sana.